Mimi naitwa Shilinde Juma Mashindike, ni mkaaji wa Mgela, kata ya Nyantakala, wilaya ya Bihalamulo, mkoa Kagela. Mimi hapa mwaka jana nililima, lakini kulingana na mwaka huu tulitembelewa na wataalamu na, wa, na, wa Sidiko. Imelima mwaka huu aaamba kulikuwa na, na ukame wa mvua ma... lakini tumebahatika, hii mbegu imetukubalia imetoka vizuri. Basi niliomba kwamba wa, wale, wale ambao tuli wenyeji ambao tunalima nao huu gi katika kijiji ki chetu, naomba na wachukue wa hii mbegu walime nao, ili kusudi tunufaike na shamba dala saidi, ili kusudi hii mbegu itatutoa katika hali yetu ya, ya umaskini. Basi waheshimiwa, nakuomba mbegu wana, wapase wa mkoa wetu wa Kagera pamoja na Kanda ya Ziwa Victoria pamoja na wilaya yetu ya Biharamulo. Mbegu ni nzuri sana hii Tumbili ambao ni mia nne kumi na tisa hii ni mbegu nzuri sana, itatutoa katika umaskini.